Karibu kwenye habari za ulimwengu. Kwa muda mrefu vita vya Gaza vimeonekana kama mgogoro wa kawaida wa Mashariki ya Kati. Watu wengi wamezoea kusikia habari hizi kila siku kiasi kwamba zimeanza kupoteza uzito kwa watazamaji. Lakini leo ukweli ni huu: Gaza si vita tena vya ndani, ni kichocheo cha mgogoro mpana unaoweza kubadilisha mwelekeo wa dunia nzima. Kile kinachoonekana Gaza hakipimwi tena kwa idadi ya makombola au vifo pekee, bali kwa athari zake kwa mifumo mizima ya dunia. Wachambuzi wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa mgogoro huu umefikia hatua ambayo kosa dogo linaweza kusababisha mlipuko mkubwa wa kimataifa. Kadri mapigano kati ya Israeli na Gaza yanavyoendelea, mvutano unaenea nje ya mipaka ya Gaza. Lebanoni kupitia Hezbollah imeanza kuonyesha dalili za kujiandaa huku Irani ikiendelea kutoa onyo kali. Wakati huo huo Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati baharini na angani. Haya yote si matukio ya bahati mbaya, bali ni ishara za maandalizi ya hali mbaya zaidi. Hapa tunashuhudia kile wachambuzi wanakiita chain reaction. Gaza ikiwaka, Lebanoni inatetemeka. Lebanoni ikitetemeka, Irani inaingia kwenye mstari wa mbele. Irani ikiguswa, Marekani inalazimika kujibu, na Marekani ikihusika moja kwa moja mgogoro huu haui tena wa Mashariki ya Kati pekee, unakuwa wa dunia nzima. Swali kubwa leo si tena nani yuko sahihi au nani anakosea. Swali la msingi ni hili: je, dunia ipo tayari kwa vita ya kanda inayogeuzwa kuwa vita ya dunia? Hilo ndilo swali linalowatesa wataalamu wa usalama wa kimataifa kwa sasa. Kwa mara ya kwanza, vita hivi havizungumzwi tena kwa lugha ya dini au mipaka ya ya ardhi. Leo vinazungumzwa kwa lugha ya nguvu, maslahi na uthabiti wa mfumo wa dunia. Kila upande unaangalia faida, hasara na nafasi yake katika mpangilio mpya wa dunia unaochipuka. Ndiyo maana kuna maswali mazito yanayoibuka. Kwa nini Marekani inaendelea kuiunga mkono Israeli bila kuyumba, hata mbele ya shinikizo la kimataifa? Kwa nini Irani inatoa onyo kali, lakini haijashambulia moja kwa moja? Na kwa nini mataifa makubwa kama Urusi na China endelea kuangalia kwa makini bila kuingilia waziwazi wazi. Majibu ya maswali haya yapo kwenye kile ambacho mara nyingi media nyingi hazisemi wazi. Mashariki ya Kati si eneo la vita tu, ni kitovu cha njia za mafuta na ni lango muhimu la bahari kwa biashara na ni eneo lenye ushawishi mkubwa kwenye uchumi wa dunia. Hii ndiyo sababu vita vya Gaza haviruhusiwi kuisha kirahisi. Hii ndiyo sababu mazungumzo ya amani yanaonekana kucheleweshwa au kupoteza maana. Na hii ndiyo sababu dunia inaendelea kusogea taratibu kuelekea mstari mwekundu, bila kujua kitakachotokea baadaye. Lakini hatari haipo hapo tu. Kadri macho ya dunia yanavyoendelea kuelekezwa Gaza, kuna uwezekano mataifa mengine kutumia fursa hii kimkakati. China ina uwezo wa kuongeza shinikizo Asia, na Urusi inaweza kuimarisha ushawishi wake Ulaya Mashariki, na Marekani inaweza ku kuta ikikabiliana na migogoro zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja. Hii ndiyo hofu kubwa inayojadiliwa leo katika meza za usalama duniani. Historia inatuonyesha kuwa vita vikubwa havianzi kwa tamko rasmi, bali huanza kwa mgogoro mdogo unaopuuzwa, huku dunia ikisema hili halitatuhusu. Leo Gaza inawahusu wote, Afrika, Ulaya, Asia na Amerika, kwa sababu dunia inapoingia kwenye vita ya nguvu ya maslahi hakuna aliye mbali wala aliye salama. Hili si onyo la kawaida, bali hii ni tahadhari ya kihistoria. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.